Mimi kwa jina naitwa Mahimana Pili mtoto wa amri, mm. nganji, jina langu kwasiki. Leo nimefurahi kuonana na wewe na, na mimi nimefurahi pia kuonana na wewe. Mm. Okay. Uh, tuanze hapa hapana, maisha yako ya kawaida huko, mtu wa aina gani, unafanya nini? mm. Mimi kama mimi niko mtoto wa kawaida mm. Ya, na kazi yangu na kazi moja tu ni kazi ambayo ndio ya umaarufu hmm. na kila mtu ananifahamu kama kazi ya UMC hmm. ndo kazi yangu niko nayo ah, Tunataka kujua safari yako ya UMC ilianzaje ili kukuweje? Mimi kama mimi, kuanza hii kazi niliipenda hmm. nilipokuwa yeah. ninaenda kumaarusi, naangalia tu kisiwa MC wanzangu, hmm. wanatumika, nikatokea tu hii kazi kuipenda hmm nikaingia tu kwenye kumi na nane nikaongea na mtu mmoja hivi, anaitwa Shemsa Magere, nikamwambia mimi ikazi huwa naipenda, Shemu akanambia, kama unaipenda ikazi, basi siku utakaponipa riski, utakuwaga MC wangu. Ndio nikaanza kutumika katika sherehe ya Shemsa Magere, nikaona nimeweza, na watu wakanipa support kama nimeweza. Basi ndio ikawa hivyo, mpaka hivi, ndio kazi nikonayo na, na naipenda sana kazi yangu